Na mtazamaji, shughuli ya ubomoaji katika mtaa wa Makongeni hapa jijini Nairobi imeanza rasmi hii leo, huku wakazi wakiendelea kuondoka eneo hilo. Hata hivyo, baadhi ya wa wakazi wanalalamika kwamba bado hawajapata fidia ya laki moja unusu waliokuwa wakipewa. Serikali inapania kuendesha mradi wa nyumba katika eneo hili la ardhi ya ekari 139, kama Gatete Njoroge anavyotuarifu. Mapema leo katika mtaa wa Makongeni matinga kwa makali yake ya bomoa nyumba ambazo kwa zaidi ya miaka 50 zimekuwa hapa. Ni shughuli inayoendeshwa chini ya ulinzi mkali kuhakikisha hakuna vurugu, zaidi ya familia elfu tatu zikiathirika. Nilikuwa naishi hapa, tumeishi hapa for almost 20 years na leo hii ndio hii tumebomolewa. Notice pia imara tulikuwa notice, lakini tumeharakishwa na ni uchungu, inauma mi wakati nyumba yangu nimeona ikiangushwa. Sasa hivi yenye niko sina penye papa kwenda. Mm? Bado na gamble venye naweza toka hapa. Je, hiyo fedha yenye ametupatia haitoshi kabisa? Akitafakari, majirani wake wanajipanga kabla ya tinga za serikali kuwafikia. Jen Denya anatazama vijana hawa wakibomoa sehemu ya jiko alikokuwa akipikia chakula. Ameishi hapa kwa zaidi ya miaka 30. Lelo tulikuwa tunalipa 1500. Sasa hiyo ukienda kuambiwa 12 utalipa, ukitoa wapi? Eh, eli niende nyumbani. Pipchine uende kulipa hata el, 3500 uta, utamaliza. Mpaka wali uende nyumbani. Mm. Hiyo ni zia kutufukuza , lakini tumekubali. Tunaenda. Kwa baadhi ya wakaazi kinachowapa tumbo joto ni masomo ya wanao, huku wengine wakilalamikia kukosa malipo ya fidia kuwasaidia kuanza maisha upya. Nishapata nyumba Kayole niko na familia kubwa, nyumba ni ndogo na pia ni expensive, so itabidi tu nijifinye tu, na wapo sina otherwise. Na hiyo compensation walikuwa nasema sijalipo mpaka saa hii, tuna vacation na tuna hata pesa, hatuna chochote eh. Ni asola nyumba ya 4000 5000, is afford tutaenda hapo kama serikali za tusaidia tusaidie. Si nyumba tu bali pia shule na maeneo ya maabadi yataathirika. Shule ya msingi ya Joseph Apudo ni miongoni mwa zile zitakazoathirika, huku serikali ikisisitiza kuwa nyumba za bei nafuu ndiyo njia bora ya kuhakikisha Wakenya wanapata makaazi. Wakaazi wa hapa Makongeni wanasema kuwa hatua wa hii imekatiza maisha waliozoea kwa miaka hamsini, wasijue wasijue pakwenda. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Makongeni, Nairobi.